Rais Rajoelina ametaka kufanyika kwa mazungumzo ili kutafuta suluhu ya mgogoro huo unaoendelea akitoa wito wa uwapo kwa umoja na mshikamano. Naye Waziri Mkuu mpya Rufinza Fisambo amesema serikali imesimama imara na ipo tayari kushirikiana na kusikiliza makundi yote ikiwamo vijana, vyama vya wafanyakazi na jeshi. Hayo yanajiri wakati polisi wanaotumia mabomu ya machozi wakijaribu kutawanya umati mkubwa wa watu walioandamana wa huku askari kutoka kikosi cha maafisa wa utawala na kikundi cha kapsat wakiingia mitaani kwa kutumia magari ya jeshi kuungana na waandamanaji kikosi hicho cha kapsat jana kimetangaza kuwa kimekataa amri ya kufyatulia raia risasi na kuwakosoa polisi kwa kutumia mbinu nzito dhidi ya waandamanaji na kusababisha vifo vya watu kadhaa akitoa taarifa kupitia video fupi iliyorekodiwa kanali wa kapsat Michael Landry anerina amewataka mkuu wa polisi waziri mkuu na rais waondoke madarakani na kwamba jeshi hilo limechukua udhibiti wa ardhi, anga na jeshi la wanamaji. Sasa amri ni ya jeshi, kutoka kwa jeshi la Kapsat. Jeshi la wanamaji litatoka makao makuu ya Kapsat. Zaidi ya hayo, tunawaalika watu wa Madagaskar na wafanyakazi wote kufanya kazi kwa pamoja kulinda watu na mali zao kwa manufaa ya wote na kwa ajili ya nchi. Maafisa hao wa jeshi wamemtaja Jenerali Demostin Pikulasi kuwa mkuu wa jeshi, wadhifa ambao ulikuwa wazi tangu mkuu huyo wa zamani alipoteuliwa kuwa waziri wa majeshi wiki iliyopita. Umoja wa Mataifa umesema hadi sasa watu ishirini na mbili wameuawa katika maandamano hayo yaliyoanza Septemba 25 ambapo Rais Rajoelina amepinga idadi hiyo akisema waliokufa ni kumi na mbili wakati kitengo cha huduma za dharura kikitaja waliokufa kuwa 26 Akiwemo mwanajeshi wa Capsat aliyepigwa risasi na kufa papo hapo. Mimi ni Fatma Uthmani. FM.